So no, no, hii <laughs> <laughs> hey, ni Temu TV. Alright, bana anaitwa Stefano Temo, all the way from Tanzania 255 unataka biashara yako iweze kufikia watu wengi ama huduma ambazo unatoa unatamani zijulikane na watu wengi basi ni rahisi sana, tangaza kupitia Tem TV ama Tem Media. Tunakupa nafasi ya kipekee kuweza kufikisha huduma ama bidhaa ambazo unazitoa kwa maelfu ya watazamaji wetu. Ni rahisi sana, wasiliana na mimi sasa moja kwa moja kupitia mitandao ya kwa kijamii kuanzia Instagram, lakini pia Facebook na peji zote, jina ni moja @stefanotem ama tem tv ama piga namba za simu 0767 0527 99 ili tuweze kufanya kazi, lakini pia tutakupa ushauri namna gani basi ya kuweza kufanya huduma zako ziweze kuwafikia maelfu ya watu wengi, au sio? Bwana, usikubali biashara yako ibaki kimya. Tangaza nasi kupitia TemuTV uweze kufikia maelfu ya wengi. Thank you so much, till next time, peace.